Mwanaume utaka nini? Mwanaume utaka nini kwa mwanamke? Wanawake wengi wanajiuliza, hawa wanaume utaka nini kwetu? Wakati unamchumbia mwanamke, unamtongoza mwanamke, anajiuliza kimya kimya kwa akili yake, huyu anataka nini kwangu? Ni nini amekiona kwangu anachotaka? Hili ni swali nyeti katika akili za mwanamke, na litabaki bila kujibiwa kwa muda mrefu. Maana iko namna hii: sura, urembo, umbo, ndio kweli mwanaume anataka kwa mwanamke ni sura nzuri? ni umbo lizuri la makalio makubwa? ni nini anataka kwa mwanamke? Mwanaume hutaka vitu chache tu katika mwanamke ambazo bila ziambatanishwa na urembo ama na sura hawezi ikawa, akawa, akawa mwanamke mzuri. Kwa mfano nasema kuhusu heshima. Mwanamke utaka yeye aheshimiwe, kuheshimu mwanaume ujisikia akiwa ni mfalme kabisa. Wakati unamuheshimu, hiyo inampa nguvu yako mwanamke kwa mwanaume, inampa heshima aweze a anajisikia kama ni baba wa taifa, anajisikia kama ni baba wa taifa. Maamuzi ya mwanaume mwanamke mwana, ukikubali ukiyasikiliza na ukiyafuata maamuzi ya mwanaume, basi unamfanya mwanaume akue imara kama simba katika hiyo boma. Unamfanya ajisikie kweli akona mtu nyumbani anayefuatilia maamuzi yake. Hii ni kwa kuwa mwanaume hataki mwanamke ati kwa kuwa akue na kelele awe mtu wa akumpigiana kelele kila siku. Hapana, mwanaume utaka utulivu wa moyo. Mwanaume utaka utulivu wa moyo, kimbilio, mahali pa faraja, sio kelele kila siku. Mwanaume utaka mahali pa faraja, kimbilio, sio kelele kila siku ndani ya nyumba. Hapana, mwanaume upendo, upendo wa dhati kweli upendo wa dhati manake, mwanaume hawezi kuwa na wasiwasi kila siku, huyu bibi ataniacha, huyu bibi ataonekana. Hapana, mwanaume unataka uhakikisho la utulivu, asiwe na wasiwasi kila siku. Mwanaume unataka mshirika wa kweli. Mshirika wa kweli ni aje? wakati anatoa uamuzi, wakati anatoa maelekezo unayafuata we bibi, sio kubishana, sio kushindana, sio opozi, sio kubishana kama wanasiasa hapana. Mwanaume utaka mtu akisema right ni right, akisema left ni left. Hiyo tu inampatia yango utulivu wa moyo. Wakati unabishana na mumeo Mume anafikiria kwamba huyu bichana naye, kwani ako na njia zingine zake anapitapita, ama kuna mwingine anamsikiza. Kama mimi anisikizi, pengine anasikiza mtu mwingine. Hapana, urembo peke yake utoshi. Urembo tulisema unaweza kumshawishi mwanaume aweze kumpenda mwanamke, lakini urembo hauwezi kufanya ndoa idumu milele, lakini upendo wa dhati ushirika wa dhati unaweza kumfanya mwanaume apende mwanamke hata milele, na huo upendo uweze kudimu. Ushirika, ushirika ni nini? Ukisikia mshirika wa kanisa fulani, mshirika wa dhehebu fulani, ni kwamba awezi kuondoka ile shirika. Kama wako na rambia, anatoa kama wako na mkutana, anaenda hivyo hivyo. Sasa wa ukweli, ukweli, mshirika wa mwanaume wa kweli, mwanamke ukiwa ni mshirika wa mabwanako wa kweli, hautaweza kumwondokea katika shida, hautamdhalilisha mbele za watu wengine. Kama venye naona dada wengine, mtu anadhalilisha bwanake kwa ndugu zake, anaenda kumsomea mbele ya ndugu zake. Ndugu zake pia wanamsomea wanam, bwanake. Hiyo ni mbaya sana, hiyo ni mwanamke mpumbavu, mwanamke ambaye hana akili, mwanamke mwenye ametajwa kwa Biblia kwamba mwanamke mpumbavu huharibu ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Ndio hiyo sababu, manake wanawake wengine wanafikiria kule kwao mandugu zao wataweza kumkondro huyu mwanaume. Ukishaolewa, bwanako ndi ndio anakukondro. Sahau mambo ya kwenu, haupigwi unakula ukishiba, unaenda kupeleka maneno maneno kule kwenu nyumbani, hiyo sahau, mwanadada Utawacha ni wanaume wengi na kila mwanaume atakuwa na, kiku, na kikuonja tu anaenda, akikuonja tu anatoroka, akikuonja tu anatoroka. Makalio unaweza kuwa nao, lakini makalio sio kitu, tunafuata akili. Kabibi kanaweza kuwa sura mbaya, lakini nika kuna bidii ya kuchakanyika na kutafuta na kumunga bwanake mkono na kusema bwanake kuwa mshirika wa kamili wa bwanake, bwana hana hata wasiwasi. Lakini wewe utamweka bibi bwana wako anze kukonda. Ukitaka ukonde, ukitaka ukunywe dawa za pressure mapema, ni kutafuta bibi ambayo si mshirika wako. Ukweli ni kutafuta bibi ambayo hata kupo upendo ukweli, ni kufuatua bibi ambayo hata fuata maagizo yako, ni bibi ambayo maamuzi yako hata yafuata, bibi ambayo maono yako hata kuunga mkono mwafanyia kazi. Kwa hivyo nasema nini? tuzo la maisha na bibi wa ukweli, bibi. Tunajua mwanamke ni utajiri, lakini kuna make wengine wanawake wengine ukiwaona ni umaskini. Maanake mwanamke asipokusikiza, ina maana anasikiza mwingine huko nje, na hiyo unakupa mwanaume wa wasiwasi mpaka mwisho mwisho unakunywa dawa za presha. Kwa hivyo hivyo ndio vitu mwanaume hutaka kwa mwanamke, sio umbo, sio makalio makubwa. Matako hayana maana, wanawake. Manake wanawake wengine, hata siku hizi wanaheshimu matako yao kuliko ubongo wao. Ubongo ndio unaofikiria, lakini wanaheshimu yale matako kuliko ubongo wao, na hiyo ndio inafanya wabaki nyuma saa zote, na ndio inafanya wakati, mwaka unaenda, masiku zinaenda, masiku zinaenda, miaka zinaenda wanabaki kuwa hoi kwa sababu waliyadhamini matako yao kuliko akili zao. Walidhamini matako yao kuliko ubongo yao. Matako sio kitu, wanawake. Ni nyinyi mnayona. Na wanaume wenzangu pia nataka niwaambie, matako sio kitu. Matako ni mwili tu. Matako yafikirii. Nawaambie ni ukweli. Mwanaume na mwanaume, ukifuata matako jua, akikakika chenye umefuata umefata kifo. Nawaambieni ukweli. Ndoa ni kama vile kifo. Wenye watu wanakusherekea katika ndoa, wanapiga makofi kwa tuka ndoa, ndoa mnafunga ndoa na washa maliza kupiga makofi na kukata keki na kunywa soda na pilao, wanarudi kwao wa manyumbani. Wanakuacha wewe na bwanako chenye kitakupata huko kwa ndoa au kijui? Chenye kitakupata huko kwa ndoa au kijui ni nini? Basi hivyo hivyo kifo. Wakati wa kifo watu wanalia pale kaburuni. Wanalia pale kaburini, wanalia na si wao wamekufa, ni mwingine amekufa lakini wanalia wao. Ule amekufa ako hapo tu na hata hawazikwi, wanalia tu kujiliza tu. Mwenye anazikwa ni mwingine, na ashazikwa, mshafunika mchanga basi. Mwenye ako ndani ya kaburi ni nani? Ni mwenye aliokufa, anajua. Mwenye anajua chenye kinaendelea huko ndani nani? Ni mwenye aliokufa. Sasa wewe mwenzangu, ulikuwa unalia nini? Na wewe hukukufa, na hujui kukufa ni nini. Ndiyo nawaambia ndoa ni sawa sawa na kifo. Kwa hivyo wanaume tujihadharini hawa wanawake, tunakutana na wao masingu mama. Unaona mtu ako na makalio, makalio. Makalio ako na makalio, makalio, unaona makalio, nao makalio ya nguvu, si ndio? Ni wanaume wamekula pesa za wanaume nyingi sana, wanaume ameinvest hapo, mwanaume amejaribu akashindwa, mwingine akajaribu akashindwa, mwingine akajaribu akashindwa ndio wako washunga mami, ambao wako wako wako na akili zao. Wanataka mabwana wanataka wako nataka ku, kufuata na kuwa washiriki wa kweli, wanaume wanataka kufuata, wanaume wanataka kuwasikiza, wanataka wanakuwa na upendo wa dhati. Wako kabisa, sikatai, lakini 90% ni wale ambao wamechezea wanaume mpaka wakamea makalio. Hako na wanaume sita, usimwone akikwambia hana mtu. Hana mtu, anishi vipi? Mafuta anayojipaka na nuliwa nani? Hako na mtu huyo. Mwanamke asikudanganye hako na kama unataka kuja kwa following, ingia rafiki yangu ina shi naingia rafiki yangu, lakini hapo kesho kwa kilipu ingine yangu nitakwambia jinsi ya kuweza kudili na washigwamami. Ukitaka kudili shigwamami, ukitaka kudili sungumama, unisikize hiyo clip yangu inaofata, uisubscribe, uishare maana kitu tunafundishana, uishare kwa watu wengi zaidi ili na waweze kupata hii ujumbe na wapatia. Asanteni. As